Damo Platinum ameweza kuwasili Tanzania na kipindi ambacho ebana anawasili ni mwanadada Zuchu ambaye ni mke wake halali kabisa, ameweza kumpokea na zawadi za maua, lakini pia wameonekana katika furaha ambayo furaha hiyo inafurahisha sana watu wengi sana. Lakini pia clip hii ambayo imeweza kuvuja kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wameweza kufurahi the way ambavyo Damo Platinum ameweza kupokelewa na mwanadada Zuchu Zuhura. Takriban wiki mbili zimekatika tango Damo Platinum alipoweza kutoka hapa Tanzania na kuweza kutoka ziara yake kwenda kufanya huko Uingereza, ambapo aliweza kupanda katika tofauti tofauti kama laiiaeaaliwaa kuokea e, ukumbi wa Loyal Arbat, ambapo watu wengi sana waliweza kufurahi vile ambavyo aliweza Bali. Na hapo pia aliweza kufanya yake a akiwa ameweza kupanda katika stage ambayo ni stage ya wana

Audio Mack mbali na hapo pia Diamond Platnumz aliweza kuonekana pia katika ofisi za YouTube akiwa anapokea tuzo yake ya kuweza kufikisha subscribers milioni kumi, moja kati ya watu ambao wanaongoza kwa subscribers katika jangwa la Sahara Afrika. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz pia aliweza kuonekana katika show ambayo ni ya Chris Brown iliyofanyika pale Tottenham Hotspur ambapo yeye aliingia kama shabiki tu. Then baada ya pale ni kwamba Diamond Platnumz aliweza kuonekana katika show iliyoweza kufanyika barabarani ya DJ AG Online. Wana doubt kwamba ni ni nini ambacho Damo Platinum umeenda kukifanya kule, lakini show show show hiyo hiyo ya ya ya ya ya DJ AG Online ni moja kati ya show za za barabarani barabarani barabarani ambazo zilishawahi kuwakutanisha mastar tofauti tofauti kama kama vile vile e e e, bana bana bana Ed Sheeran na na mastar tofauti tofauti ambao washawahi kufanya performance za barabarani. So kwa upande wa Damo Platinum baada ya kuweza kumaliza aliweza ku jump in mpaka Paris pale katika maonyesho ya fashion alikuweza kukutana na mastar tofauti tofauti kama vile e bana Davido lakini pia Steph London, na masta tofauti tofauti waweza kubadilishana mawazo akiwa sasa hivi ambao wanafahamika ni watoto wanne kama vile Tifa, Nilan Nasib Junior, e e, e Dylan na na na na asa asa hivi hivi pengine pengine labda labda anaweza akapata watoto watoto sita sita ambao kwa e, kwa kwa sababu sababu yupo katika katika penzi zito kabisa kabisa la mwanadada mwanadada Zuchu. Zuchu tutegemee hao ataenda kuwapata katika siku za hapo mbele. Kwanza mfuko wake uko vizuri kabisa na Damo Platinum Platinum hatuna shaka kwa hilo swala. So ameweza ameweza kuwasili baada ya kuweza kutoka huko Paris na kupokelewa, ambaye huyu ni mke wake halali kabisa jambo ambalo limeweza kufurahisha watu wengi sana, akiwa napokelewa na maua, tabasamu likiwa murua kabisa bana, uso wake. Ni upi mtazamo wako kwa mdao wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo? Bye bye.